Awwalu ma abdau bihi kalimati hadheh, la kwanza nitaanzia maneno yangu haya. Uusui nafsi wa iyakum bi taqwa, na usia ya nafsi yangu nanyi pia tumche Allah kwa sababu uchaji wa Allah wallahi ndio bora katika hii dunia. Allah kwenye Qur'ani yatuhakikishia kwamba ameshusha nguo mbili, ametushushiaga sisi nguo mbili hii nguo ambayo tunajipamba kwayo inatustiri, inatu, aibu zetu na inafunika vile ambavyo hatupendi vionekane, na kuna wakati tunapendeza kwayo, na nguo ya pili ya uchamuu. Lakini hiyo ya pili ndiyo bora, ndio maana inanukuliwa kwa Saidi bin Musayib eh, sayyidu tabiina alikuwa anasema roho yako ikimcha Allah, uva utakavyo. Ukitaka uvae uchafu, ukitaka uvae vilivyochanika, cha muhimu roho yako imcha Allah. Lakini ikiwa utapendeza ujipwani, roho yako roho yako haina sitara, iko patupu, iko uchi, wallahi ukufanya lolote Allah kasema kwenye Qur'ani: ya bani Adam, enyo na Adam, kad anzalna alaykum libasa yuwari sawatikum warisha, nimekushushieni kivazi kinafunika kina sitiri tupuzeni. wa libasu taqwa dhalika khair lakini kuna kivazi kingine cha pili cha uchamungu ndio cha khairi aastawi. Kisha Allah akasema hivi vivazi sio kila mtu anakielewa, hicho cha pili sio kila mtu anakielewa. Watu wengi tunapambana hivi vivazi vya vivaz, nje awe na bazerish, masha allah, avae sare kwenye harusi, apigilie suruali yake, mwanadada ili ulewa simuone kama Uh, amechelewa, lakini kivazi cha pili cha ucha Mungu, dhalika min ayatillahi laalahum yadhakkarun, hichi kivaa zaidi ni cha watu wenye kukumbuka na wenye akili. Sio kila mtu anajihimiza na roho yake kuvaa. Watu wengi tunatembea roho zetu ziko uchi. Kwa hiyo jitahidi wewe miongoni mwa wenye kuvaa

bila kivazi cha uchamungu wallahi, hutembea huzunguka yaani, mitaa na mabarabara yuko patupu, yuko uchi she, kama una uchamungu a, sasa icho kivazi cha uchamungu ro, ni kipi? Anasema eti wa khairu libasi lmari taatu taaturabihi, na kivazi kizuri cha mwanadamu kumtii Mola wake, wala khaira fi man kana lillahi asiya lakini hakuna kheri za mtu mwenye anamwasi Allah. Umekisikia hicho kivazi cha uchamungu cha roho, ni kumtii Mola wako, kufanya anavyokuambia na kuacha anavyokataza. Wala usichague ah, mimi tafanya tu mambo ya wajibu ya sunna, hapana. Wala usichague ah, unaona maasi acha kazi ya dini, kuna maasi unaona, kuna ma, kuna mambo mengine madogo madogo bana.